Jambo tena kwa wote hapa, ni metre Gentil Kaliki. Ninapenda nipane mesage ya alerte kuhusu kila mtu ambaye anatumikisha telefone kwa sababu, kwa sasa kunaonekana yengine degre ya siber kriminalite eh, siber kriminalite eh, donc wa escro wanatumikisha maaplication fulani fulani ndani ya uh, rezo sosio ewaweze kueskroke wakaaji eh, kueskroke populasyon. Alors nasema basi, tuweze kujizuiza kusikiliza mambo ambayo inaweza kupita ndani ya maaplikasyo fulani fulani. Kwa sasa kuna kuwa maaplikasyo, banakwambia unatia franga, wakati unatia franga utaweza kuwa huko natumika na unaikala fasi moye, donc unatia franga apre kama ni siku gani, wanakupatia na zimekuwa mingi. Unaenda u unatia elfu tano fra, apre kama ni dejour, wanakupatia elfu makumi mbili fra. Kisha tena wanakwambia kama unapenda uendeleshe tena, unatia franga zaidi, mpaka wanafika kukiwango ya kubloke pesa ambazo umeweza kutia ndani. Nimekwisha ku assiste wa victime wengi wengi, wanaenda wanajikopa hata purque wapate ile franga ya kutia muile hima aplikasyon, na wengi wamepoteza alo. Nasema basi tafadhali, tupime, e, jichunguza, tupime, jikinga na kusikiliza sikiliza, na e, e, Eva wakati alisikilizaka shetani ile wakati njo alipataka shetani ilipataka muda ya kumudanganya. Nasema tusiwaze kutakuwa ge fasile ama kutakuwa maisha yenye inaweza kuwa fasile kama mtu hakutumika. Tujifunze kutumika. Kama ni pesa yenye uko nayo tafadhali, hapana kuitia mwile mambari e, tunaita mumambari ile yenye kunakuwa mumatelefoni, kwa sababu wengine wamefungiwa hata wamefungiwa kwa sababu ya kuenda beba franga za watu. Wanazitia mule wanawaza wataganye na wengine wanaenda kumabange wanajikopesha pesa wanazitia mule wanawaza wataganye, paske iko kali kile nyenye viko nakupatia. Mara munawaza umekuwa patro, umekuwa millionaire mu quelques mois, na wanakuescroke. Allo, hii ni message yenye ni nawapatia e, tujichunge sana na tusi e, ukiona kale ka aplikasio kanakuya kiko na kia ingine mufacebook. Pengine wanakutumia nake, unaona mtu anakutumia aseme e, tunaomba utumike na sie, utakuwa na uko na mumakazi zako, lakini na huko na ganye pesa. Wanakutumia kalika aplikasio, ukiingia tu mule ndani, na unanja wafata, ujue ya kwamba unataka poteza. Basi tuchunge pesa kidogo yenye tuko nayo na tujifunze kuikomalisha kikawaida.